Mnamo tarehe 7 Machi mwaka 2025, Wizara ya Afya kupitia mifumo yake ya ukusanyaji wa taarifa na ufuatiliaji wa magonjwa ilipokea taarifa za uwepo wa wahisiwa wenye dalili za vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili. Dalili hizi ziliambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo vya mwili ikiwemo misuli na mgongo. Kati ya wahisiwa hao, mmoja ni dereva wa magari ya mizigo aliyetoka nchi jirani kwenda Dar es Salaam. Baada ya kupokea taarifa za wahisiwa, sampuli zilichukuliwa na kupelekwa maabara ya taifa kwa uchunguzi. Mnamo tarehe 9 Machi mwaka 2025, uchunguzi wa kimaabara umethibitisha kuwa wahisiwa wawili wana maambukizi ya virusi vilivyosababishwa na ugonjwa wa Mpox, hivyo hadi kufikia sasa, jumla ya wahisiwa wawili wamethibitika kuwa na ugonjwa wa Mpox nchini. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI na vituo vyote vya kutolea huduma za afya inaendelea na ufuatiliaji, uchunguzi na utambuzi kubaini kama kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma stahiki. Chanzo cha ugonjwa huu ni wanyama jamii ya nyani ambapo binadamu huweza kuupata kutokana na shughuli zinazoweza kusababisha kugusana na wanyama, maji maji au nyama za wanyama wenye maambukizi. Aidha, Endapo binadamu akipata maambukizi hayo anaweza kumwambukiza mtu mwingine kwa kugusana moja kwa moja. Kwa taarifa hii Wizara ya Afya inawahakikishia wananchi kuwa serikali imejipanga kudhibiti ugonjwa huu na hasa kutokana na uzoefu walionao kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Serikali inaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa katika ngazi zote, upimaji wa watu wanaoingia na kutoka kupitia mipaka ya nchi, kuimarisha utoaji wa elimu ya afya na kuhamasisha jamii ili kuwawezesha wananchi kuchukua hatua za kujikinga. Kwa kuzingatia kuwa magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi hayana tiba mahususi, ila mgonjwa anahudumiwa kulingana na dalili alizonazo. Hivyo Wizara ya Afya inawasihi na kuwasisitiza wananchi wote kuzingatia na kutekeleza afya za kujikinga kama ifuatavyo: namba moja, kuwahi katika kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu unapoona mojawapo ya dalili za ugonjwa wa mpox au piga simu namba 199 bila malipo. Namba mbili ni kuepuka kuchangia vitu kama nguo na matandiko ambayo vimetumiwa na mtu mwenye dalili za mpox. Namba tatu ni kuepuka kugusana na kupeana mikono, kubusiana, kukumbatiana au kujamiana na mtu mwenye dalili za mpox. Namba nne ni kuepuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za mpox. Namba tano ni kuepuka kuhudumia mgonjwa mwenye dalili za ugonjwa wa mpox bila kuchukua tahadhari. Namba sita ni watumishi wa afya kuzingatia kanuni za kujikinga na magonjwa wakati wote wanapohudumia wagonjwa ikiwemo wenye dalili za vipele na homa. Namba saba ni kunawa mikono mara kwa mara kwa maji yanayotiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono. Wizara ya Afya itaendelea kutoa taarifa na mwenendo wa ugonjwa huu kadri taarifa za ufuatiliaji na uchunguzi zitakapopatikana. Wizara inashauri wananchi kuendelea na shughuli za kila siku kwa kuzingatia tahadhari na kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu. Vilevile wizara vile inapenda kuwapa taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa Mabag. Ikumbukwe kwamba mnamo tarehe 20 Januari mwaka 2025 Serikali ilihabarisha umma kuhusu kuwepo kwa mlipuko wa virusi vya Mabag. Mwenendo wa udhibiti wa ugonjwa huu unaenda vizuri na hadi kufikia leo tarehe 10 Machi mwaka 2025 zimetimia siku 41 bila kuwa na mgonjwa mpya. Taarifa hii imetolewa na Wizara ya Afya Tanzania. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.